Ilikuwa ni asubuhi, tumefika hospitali, ilikuwa tarehe 24. Tulipofika pale hospitali, mimi nikafika pale hospitali nikakaa, mume wangu ndo akaanza kufanya hizo prosesi za kuonana na daktari. Tulipoonana na daktari, tukamkuta daktari mwingine wa kike yupo mle ndani. Tulipomkuta yule daktari, tukaongea naye, yule daktari akaniambia kwamba lala hapo ni kuangalia, kalala nikalala kweli pale kitandani, akipo na daktari na daktari yule wa kike yumo, na mume wangu, na yeye mwenyewe daktari Juma. Nilipokuwa nimelala pale, akanibinyabinya tumbo, akaniambia shuka. Nilipo shuka akatuelekeza kwa dokta mmoja hivi akasema, kwamba kuna dokta hapa ultrasound haipo, ila kuna dokta mwingine ambaye anayo hiyo ultrasound. Akawa ametuelekeza kwa dokta Richi. Tukawa tumeenda, tumefika kwa dokta Richi. Huyo dokta Richi akawa amefanyaje ametupima ultrasound, akatuuliza majibu, alisema ni nimrudishie, tukasema ndio, akatupa ile majibu, tukawa tumemrudishia dokta Juma. Tulipomrudishia dokta Juma, dokta Juma tukamkuta yupo na wagonjwa wengine. Kawapeleka chumba cha upasuaji tulivyoalivyotuvikwa ametupa yale na nilia tumempa yale majibu akaniambia nisubirini hapo tu. Kweli tukamsubiri alivyomaizana na yule mlanilia mtu wa kumpasua kuna kule chumba cha upasuaji akaniita mimi. Alivyoniita mimi nikiwa peke yangu, mume wangu yeye akabaki pale pale ambapo alikuwa ametuambia tumsubiri. Nilipokuwa nimeenda mle, akaniambia kwamba wewe una uchafu mwingi, kwa hiyo kuna dawa ambayo nitakuwa nikupatie ili kusaidie. Alivyokuwa kaniambia sasa kaniambia lala hapo chini ili nikupachikie dawa. Vue nguo, nikupachikie dawa. Kweli nikavua mimi nguo, akaniwa mimi nifanyaje, amenipachikia dawa. Ameniambia lala hapo chini, nikawa nimelala. Nimelala akaja akawa amevua nguo na yeye, akaanza kunibaka. Alivyoanza kunibaka mimi nikaanza kuwa na nalia. Nipo nalia, na afu akawa ananiziba mdomo. Ameniziba mdomo, afu akamaliza, alivyomaliza haja zake Akawa kamfanyaje kaniruhusu, nikawa nimetoka kile chumba. Nilipokuwa nimetoka kile chumba, ila mume wangu alikuwa kamenona kabisa, nipo nalia, akawa niuliza, wewe vipi? Tukawa tumeelekea kule kwa huyu Dkt. Juma. Dkt. Juma akatupa zile dawa ambazo zilikuwa zinahitajika, alafu akatwambia, wewe unaweza kumpachikia mke wako dawa au mke wako unaweza kujipachikia dawa. Nikasema hapana, akasema, njoo nikuelekeze. Alipokuwa kaniambia niende, akatuelekeza, ndo tukaenda mimi na yeye na mume wangu, tena kule chumba cha upasuaji. Ako amenielekeza ila mimi ame nipo nalia lia. Nilipokuwa nalia anamuelekeza mme wangu jinsi ya kunipa, kunipachikia dawa. Baada ya hapo alipomaliza tukashuka. Akaniambia shuka, shuka muende sasa. Sawa sawa. Kama ongeana na mme wangu, wakalipana mimi na nilia nipo nalia tu nipo naondoka. Mme wangu akaniambia mbona wewe upo hivi? Kuna nini? Ndio mme wangu nilikuwa nimemwambia kwamba Dkt. Juma amenibaka. Mme wangu akasema, "Mh, mmm, haiwezekani." Namkuta. Aliporudi hakumkuta Dkt. Juma. Alipokuwa amemkuta Daktari Juma hayupo, ndo akawa ameniambia sasa, tunafanyaje? Daktari Juma hayupo. Nikamwambia, hapa nimwambie mama, mama wangu ambaye mama wangu ni mzazi. Tukao tumemwambia mama, ama akasema nifateni huyu nyumbani, ndo tukao tumemfuata mama. Tulipokuwa tumemfuata mama, mama, ndo tukaenda kuonana nao waganga au wa, madokta ambao hapo juu ya Juma. Tukao tumeenda kuonana nao. Tulipokuwa tumeenda kuonana nao tukawaeleza, tumoeleza, ndo akatambia tuwasubirie kwanza, tumwasubiria ndo tukaongea nao mle ndani, tumeongea nao mwisho wa siku, akaanza kuwaita hao ma wakuu wa wapelelezi. Walipokuwa wanawaita waita, ndo ikawa imeendelea hivyo mpaka tumeenda kituoni, na mpaka sasa ipo hivyo.